It's Diamond Platnumz Simba in London. Yes, Diamond Platnumz tayari ameshatua nchini Uingereza kwa ajili ya kutumbuiza siku ya Ijumaa tarehe 13 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Of course, ni show ambayo Diamond amekuwa aki-promote kwa muda mrefu sana na uh, wiki ya tukio lenyewe hii hii ndio hii. Hii, hii ndio wiki ya tukio lenyewe na Diamond ametua nchini Uingereza akiwa na Juma Jux moja kati ya wasanii ambao waliongezwa baadaye baada ya Diamond Platnumz kutangazwa kuwepo katika show hiyo so kuna wasanii ambao wamepata shavu baada ya Diamond Platnumz na Jux ni mmoja kati yao. Diamond Care, siku ya Ijumaa atapiga show pale uh, Royal Albert Hall nchini Uingereza, lakini pia atapiga show uh, Manchester tarehe 14. So atakuwa na mfululizi wa show tatu, uh, ndani ya Uingereza. So, na hivi ndivyo ambavyo amepokelewa Diamond Platnumz. Tunaamini kabisa kwamba hii itakuwa ni moja kati ya show zenye mafanikio makubwa sana kwa muziki wa Afrika Mashariki kwa sababu, uh, Diamond Platnumz ndio headliner wa show hii hapa na ni show yake kubwa sana. Na tunaamini kwamba itakuwa na matokeo makubwa sana. Ukizingatia sasa hivi naye Jux ana upepo wake. Jux bana, unajua ni moja kati ya wasanii ambao unasikilizwa sana nje kwa sasa. Na ukizingatia na, uh, Uingereza kuna raia wengi sana wa Nigeria. Watu wanataka kumuona Jux wakamuone shemeji yao. Hivyo naamini promota alivyofanya kumwongeza Juxy katika orodha ya wasanii ambao watatumbuiza katika show hiyo, naamini kabisa kuna kitu ambacho alikiona na kudimand, uh, ku -ku -ku -ku -kufikia demandi za mashabiki ambao wanahitaji muziki mzuri na waende wakamtazame pia Juxy katika show hiyo ya London.